Mola ilaze roho yake roho zao mahali pema palipo na wema kwengeneko. Rais William Ruto amemteua mjane wa waziri mkuu wa zamani hayati Raila Odinga Ida Odinga kuwa balozi wa Kenya katika shirika la mazingira la Umoja wa Mataifa UNEP, akimsifia kwa uzalendo na uchapakazi wake. Rais Ruto alisema Mama Ida ameonyesha ukakamavu tangu alipokuwa mwalimu katika shule kadhaa za upili nchini na baadaye katika nafasi kadhaa za usimamizi. Emmanuel Taw, ana mengi zaidi. Kupitia kwa taarifa kwa vyombo vya habari Juma jioni, Rais William Ruto alitangaza kumteua Mama Dr. Ida Odinga ambaye ni mjane wa aliyekuwa waziri mkuu hayati Raila Molo Odinga kuwa balozi na mwakilishi wa Kenya wa kudumu katika shirika la mazingira la Umoja wa Mataifa UNEP. Rais Ruto akimmiminia sifa kedekede kede, mama Aida mwenye umri wa miaka 76, akirejelea wasifu wake ulioshamiri uchapakazi tangu alipokuwa mkufunzi katika shule ya upili ya Highway Secondary School Nairobi, na baadaye kunoa makali ya wanafunzi wa shule ya upili ya wasichana ya Kenya High alipofunza kwa zaidi ya mwongo mmoja. Hai, karibu mama, marhaba, mama Aida ambaye amekuwa mkewe Odinga kwa miaka hamsini na mbili kabla ya kifo cha Odinga miezi mitatu iliyopita. Amesimama na Odinga sako kwa bako katika safari ndefu ya kisiasa haswa, wakati wa miaka ambayo Raila Odinga alifungiwa jela kwa zaidi ya miaka minane bila ya kufunguliwa mashtaka. Mama Aida sasa anatarajiwa kufika bungeni kupigwa msasa Kabla ya uteuzi wake rasmi kuwakilisha Kenya katika ngazi hiyo ya kimataifa. Aliyekuwa waziri wa michezo Ababu Namwamba aliondolewa katika nafasi hiyo, ubalozi wa UNEP, na kuelekezwa Kampala, Uganda, kumpisha Dr Ida. Kabla ya uteuzi wake, Mama Ida amejipata katikati ya vuta ni kuvute chamani ODM baada ya kifo cha Odinga, akiwataka viongozi wakuu katika chama hicho kuzungumza na kutatua changamoto zao kwa pamoja. Emmanuel Tor, runinga ya Citizen, Nairobi.